Karibu Mgen media the home of military analysis. Hapa utapata kufahamu silaha za aina mbalimbali, teknolojia, migogoro inayojiri kote duniani. Leo nimekuletea silaha hatari kabisa kutoka jamhuri ya watu wa China. Ni droni inayotumia akili ya AI ama akili mnemba. Droni hii imepewa jina na NATO, inaitwa zemaza hofu droni, lakini kwa jina la kichina inaitwa Jiu Tian, inamaanisha au likiwa na maana ya mbingu ya tisa. Sasa unataka kufahamu mengi kuhusiana na ndege hii, mashambulizi yake, teknolojia yake, na ni vipi imepokewa na mataifa ya Magharibi na ni tishio kiasi gani kwa Marekani na washirika wake, basi karibu tuje kuiangazia Jiu Tian zemaza hofu Drone. Katika enzi hii ya mabadiliko ya kijeshi duniani mataifa makubwa yanazidi kuwekeza katika teknolojia zisizo na rubani, lakini China imechukua hatua ya kipekee na ya kutisha. Wameunda ndege kubwa isiyo na rubani inayofanya kazi kama kituo kikuu cha kuzindulia makumi ya drones kwa wakati mmoja. Ndege hii mpya inajulikana kwa jina la Jiu Tian, linalomaanisha mbingu ya tisa, jina lenye fumbo na nguvu. Lakini si jina tu, bali kazi yake ya kijeshi imeanza kuzua taharuki katika duru za kiusalama za kimataifa kwa sababu ya uwezo wake mkubwa wa kubeba, kuongoza na kuzindua mamia ya drones kwa wakati mmoja. Ndege hii imepewa jina la kipekee, mama wa drones. Jiu Tian ni ndege isiyo ya kawaida, haibebi marubani, haijajengwa kwa ajili ya mapambano ya ana kwa ana angani, bali imeundwa kama kituo cha angani, kama kiwanda cha kuruka chenye uwezo wa kutumia mizinga ya drones moja kwa moja hadi kwenye eneo la adui. Ina e ukubwa mkubwa sana, ikiwa e na urefu wa mabawa ya takribani mita 25, uzito wa kuruka tani 16 na uwezo wa kubeba zaidi ya tani sita za mizigo ya kijeshi. Katika mizigo hiyo kuna makumi ya drones ndogo, kila moja ikiwa na kazi yake. Baadhi ni za kushambulia arizini, zingine ni za kijasusi na nyingine zimebeba mabomu au zana za kielektroniki kwa vita vya mawasiliano. Hiki ndicho kinachoifanya Jiu Tian iwe ya kipekee. Wakati ndege za kawaida hurusha mabomu au makombora, Jiu Tian hufungua milango yake na kutuma kundi la ndege ndogo ndogo zisizo na rubani zinazojitegemea, kila moja ikiwa na akili bandia AI ya kutekeleza jukumu lake. Inajulikana kwamba inaweza kurusha hadi drones 100 kwa wakati mmoja, jambo linaloweza kuvuruga kabisa mifumo ya ulinzi wa anga ya adui. Mashambulizi ya ghafla kwa namna hii huitwa swarm attack au uvamizi wa kundi la nyuki wa chuma. Hii inaifanya Jiu Tian kuwa silaha ya kimkakati ya kizazi kipya inayoondoa hitaji la marubani kuwa kwenye hatari, huku ikileta maafa kwa usahihi wa hali ya juu. Kwa ndani, Jiu Tian inaendeshwa kwa mfumo wa kompyuta wenye akili bandia. Inatambua maeneo salama ya kuruka, inapanga ramani za mashambulizi na ina uwezo wa kudhibiti drones zake hata kwa umbali wa kilomita mia kadhaa. Pia inaweza kubadilisha kazi siku moja kama ikiwa kituo cha uchunguzi wa mazingira. Yaani, ikigundua hatari katika lengo lake, basi hugairisha mashambulizi yake kwa siku hiyo. Kwa mujibu wa wataalamu China inaweza kutumia ndege hii kuzuia meli za kijeshi, mashambulizi ya miundombinu ya mawasiliano au hata kwa upelelezi wa kisasa dhidi ya nchi pinzani kama vile Marekani au Taiwan. Wachambuzi wa masuala ya ulinzi duniani wameitazama Jiu Tian kama hatua kubwa kwa China lakini pia kama tishio jipya kwa usalama wa kimataifa. Wengine wanasema hii si ndege ya kivita ya kawaida, hiki ni chombo cha kuzalisha drones na kila drones ni silaha Jiu Tian. Inaweza kuvuruga mawasiliano ya adui, kuzindua mashambulizi ya mshtuko, au kutambua maeneo ya ulinzi kisha kutumia droni kujitoa mhanga. Ni mbinu za vita za kizazi kijacho, na China inaonekana kutangulia mbele ya mataifa mengine kwa hatua kadhaa. Marekani na washirika wake wameanza kuonyesha wasiwasi mkubwa juu ya maendeleo haya. Jeshi la Marekani Linafanya majaribio ya mifumo ya anti-swarm defense lakini bado hakuna mfumo uliohakikisha kuzima shambulizi la drones wengi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kwa sasa China ndiyo taifa la kwanza kuwa na mama wa drones, ndege inayoweza kuendesha jeshi la angani la ra mashine pekee. Tunapoangalia mustakabali wa vita vya kisasa, tunapaswa kutambua kuwa vita vimebadilika. Siku hizi ushindi haupatikani tu kwa bunduki makombora au vifaru bali kwa akili bandia drones na ndege kama Jiu Tian mama wa drones. Je, dunia iko tayari kwa zama kama hii mpya ya mapambano ya angani yasiyo na rubani? Je, mataifa mengine yataweza kujibu kasi hii ya maendeleo ya kijeshi ya China? Ni maswali yanayobaki wazi, lakini ukweli ni huu: Jiu Tian si tu ndege, ni mfumo mpya wa vita, ni onyo na ni mfano wa kile ambacho dunia inaweza kushuhudia kwenye migogoro ijayo. Hii ndiyo Jiu Tian mama wa drones kutoka China hadi angani, na sasa imeingia kwenye historia ya kijeshi duniani. Kumbuka, hii ni sehemu ya kwanza kuihusu ndege hii ya Jiu Tian mama wa drone. Sehemu ya pili tutakuja kuizungumzia miundombinu ya ndani ya ndege hii na namna drone zake hufanya kazi kwa pamoja, na jinsi gani inavyoweza kushambulia adui na uwezekano wa kutumika katika vita vya baadaye. Subscribe, like na comment, tukutane katika video inayokuja sehemu ya pili ya droni hii, the mother of the drone ama Jiu Tian, jina linalomaanisha mbingu ya tisa. Bye, bye.